Kulingana na bili ile ambayo president aliweza kuisign, kwa sisi vile tumeangalia hiyo bili na tukaisoma, eh naona haiwezi kuenda sambamba na kanisa. Upande mwingine na najua kwamba wengi wetu ni kama inafinya kanisa, tunasema lakini sasa saa hizi vile tunaangalia hiyo bili inaweza kuumiza kanisa na kwa upande mwingine. Kwa hivyo sababu, unajua mambo ya kuregulate kanisa, waseme kwamba na regulate kanisa, na hiyo si kitu ambayo ni kizuri, kwa sababu kanisa pia ina mwongozo wake, ina mipangilio yake, na si vizuri kusema kwamba kanisa iwe regulated kwa njia zote, kwa sababu kanisa pia inaongozwa na Biblia, na najua kwamba sisi wenyewe tunajua, hata kama kuna mtu ambaye alienda kando ni kama maidara zingine pia, hata polisi, hata idara zingine pia. Kuna wale wengine ambao pia ni wezi, kuna wale wengine ambao pia wanaenda kinyume, lakini uwezi kuchumulisha kwamba kanisa zote ama wachungaji wote ni wabaya. Wachungaji wengine ni wachungaji ambao wana, tunawajua wanahubiri injili kwa njia iliyo mzuri. Kwa hivyo tunaona kwamba hiyo bill, sisi tuko against, tunasema kwamba si nzuri kama kwa njia kubwa sana, na hatutaki kufanya kwa hivyo kura zetu tumepika. Nataka kuomba wananchi wote wa nchi ya Kenya ya kwamba wachukue nafasi ya kujua kwamba kura tumemaliza, na tuendelee kuwa na amani na tuendelee kuwa na umoja pamoja na sisi kwa ajili ya kila mmoja ili nchi yetu isonge mbele. Jambo la pili ni kwamba kilichoonekana katikati ya uchaguzi ambao umepita tulikuwa na ufarakano mingi sana, watu kukatana mapanga kufanya nini. Na hii ni kitu ya siku moja, na hakuna ofisi inakwanga na watu wawili kora, inakuwa tuna mtu mmoja na kwatu, ambao kwamba wametangaza wale ambao wamechukua hizo viti, tunaomba ya kwamba amani endelee. Wale wanaoupishi wowote, sheria yetu ya Kenya iko bana sana, inakuruhusu kwenda kotini kama una upishi wowote, kwa hivyo nataka kuomba kwamba wakombeaji kwa wa kwa wa wote ambao hawakuwa satisfied na yala ambayo ilikuwa imepita, naomba ya kwamba wachukue channel iliyo mzuri ya kulingana katiba yetu waende kautini. Naweza na ambia wakenya wenzangu kwamba uchaguzi umeisha na tumeona vile ambavyo uchaguzi umefanyika, na sehemu nyingi kumekuwa na madhara mengi na vita vingi. Nitaomba kwamba wakenya waweze kuwa na amani, waweze kuamini Mungu. Wakiamini Mungu, mambo yote wanayohitaji na kutamani katika mioyo yao itatendeka. Lakini wakati ambapo tunaweka tumaini letu kwa wanadamu ndipo tunapata Mungu anapokosekana. Mahali ndio vita vinaanza kuendelea, na watu wanapigana na wanamwaga damu, na si vizuri kumwaga damu ya ndugu zetu na dada zetu. Tuombeane, tupendane, tutiane nguvu, na Kenya yetu itaendelea mbele chini ya uongozi wa Mungu. A, a, wale viongozi wa mama katika makanisani kwamba wasiogope kufanyia Mungu kazi wakiwa pamoja na Mungu na kuamini Mungu Mungu ni mwaminifu, hana ubaguzi, atamwaga mafuta yake kwao na watakuwa na uwezo, lakini wasiwe na uoga, kwa sababu hatukujazwa roho wa uoga, tumejazwa Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa self discipline, ni roho ambaye anatutia nguvu kila wakati na tunayaweza mambo yote, hata kama wamama, katika Kristo Yesu anayetutia nguvu. Kwa hivyo wasiogope wa mama, wamfanyie Mungu kazi. Shukuru, watu wengi wanapoona ibada kama hii ya kuweza ku, kuodain mama kuwa askofu, utapata kwa wengine wanasema kwamba hawastahili, lakini kulingana na maandiko matakatifu, kulingana na pipilia, watu ambao wachachambua pipilia vizuri, ndio wanaweza kuja na kinyume ya kwamba mwanamke hawezi kuingia katika afisi ya skofu, lakini maandiko inaturuhusu ya kwamba yeye ni yule yule mhuduma wa Mungu na anastahili. Kama mama anaweza kuwa pastor, kama mama anaweza kuwa reverend, kama mama anaweza kuwa deacon, then they also qualify kuwa katika ofisi ya, ya, ya skofu, kwa sababu a, a, a bishop is an office. Sasa watu wengine wanafikiria kwamba a bishop inapepa utakatifu sana, ambapo mwanamke hastahili lakini hii ni afisi ambayo inapeana mwelekeo katika huduma. Asanteni sana, jina nimesema, mimi ni bishop Oltukai Walumbe.